Na, mtazamaji wa Trend TV bwana Juma Lokole ameamua kuvujisha video za Paula akiwa na mama yake Kajala wakiwa wanaenda leba kwa ajili ya kujifungua, ikiwa e, leo ndo siku ambayo mtoto wa Paula na Mario Amara anatimiza mwaka mmoja, ni birthday yake. Kwa hiyo mambo ambayo yanayo trend huko mtandaoni bwana, ni kuhusiana na hii kapu ya Mario Paula Kajala Harmonize P Funk ambaye ndo babu mtu eh, Kajala mwenyewe, kama nilivyosema, na issue yani ndo hiyo, na hususan ni kwamba leo siku ambayo Amara ametimiza mwaka mmoja ndo siku ambayo ameamua kufanya face reveal, yani wamemposti huyu mtoto sura yake, sasa hivi watu wanaijua. Kwa hiyo Juma Lokole naye pia kupita na huo upepo ameamua kuvujisha videos ambazo yeye alikuwa na rekodi wakati Paula anaenda leba Yeah, so hivyo ndivyo moment ilivyokuwa kama unavyoona kwenye video, lakini pia vile vile page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti na kuweka caption mbalimbali kuhusiana na hizo video baada ya, ya kusambaa mtandaoni. Ikiwa Juma mwenyewe ndo ameandika kwamba bwana anakuaga, anaandika kwamba hakuna mama mbaya katika hii dunia kamwe. Hongera Kajala. Umeona bwana? Haya, lakini pia ukichana hilo pia vile vile ni moja kati ya vitu ambavyo watu wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza mara tu baada ya Juma kuvujisha hizo video. Kwa mtu hapa anaitwa Tunda anasema kwamba bwana sijui kama kama nalia au nakumbuka, ile moment mama yangu aliambiwa operation saa tano asubuhi, nikaingia theater, pressure iko juu, ikabidi waniache kunifanyia, nikafanyiwa saa kumi jioni. Kuna mtu amekumbuka jinsi ambavyo yeye alivyoenda kufanyiwa operation wakati anaenda kujifungua ilikuwaje. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana, Mwenyezi Mungu awatunze wanawake wote, maana nasikia kwamba ukiingia huko hakunaga rangi utakayoacha kuiona. Umeona? So kila mtu amekuja kushare momenti zake na jinsi ambavyo tukio hilo limemgusa kwa upande wake. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku replay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.